Naam, habari gani ndugu msikilizaji, mpenzi mtazamaji wa Reality Mambo TV. Matumaini yangu kwamba uko vema, kwa muda huu kabisa katika afya yako. Najua kwamba ulikuwa chonjo katika wakati wako wote ule kusubiri habari zetu. Na hivyo nimekujia kama tu jinsi inavyokuwa kawaida. Tunapatikana katika Mashariki mwa DRC, South Kivu, huko Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana. Na hivyo sikuji kwa bure lakini kwa habari tofauti ni kituo chako cha habari ambacho kinakuletea habari kwa asubuhi ya leo, habari ambazo ni za moto moto ambazo zitakwenda kufaidia kwa asubuhi ya leo, kwa kuzungumzia kwa yale ambayo yameshajiri na sasa kukuripotia kwa wakati huu. Ujue kwamba kama wewe haujajiunga katika channel yetu, unaweza tu ukabonyeza hapo chini kuanandika subscribe au sabone hapo, unakuwa unapata habari zetu mapema, na unapobonyeza tu alama ya kengele na kushare wengine wapate habari zetu, wapate kufaidia mengi zaidi, kama jinsi unavyofaidia na kitu kusonga mbele. Ni hivyo imekuletea habari kwa wakati huu, ambako tukwenda kuona huko maeneo ya Beni, ambako kumesikika eti kwamba kuko wa ambasada katika nchi tofauti yani, kuko nchi ya Ufaransa, Ujerumani na huko Belgiji, ambako waambasada wanaonekana maeneo ya uko Beni pia Bukavu, hali ambako imeendelea wafanya biashara vidogo vidogo waunguziwa mambo yao huko Bukavu. Na pia tusisahau ya kwamba tutakwenda kugusia hali ambayo iliyo ya M23 kubadilisha malengo kutokana na kushindwa kwa vita, na mara moja natujelekeze huko maeneo ya Beni ambako kumeonekana wa ambasada wa nchi tofauti kama vile nchi ya Ufaransa, Ujerumani na Ubeljiji. Waambasada hao wameonekana katika eneo za Beni, na hivyo wakija kwa kisa ya kuwakusanya wakuu wote wa kirahia na kiaskari, kuwaambia ya kwamba wapate kuwapatia njia, kwa maana hawatowezekana M23 kupita katika kibambazi ambacho kimewekwa huku zaidi makanisa, na hivyo zaidi wakaendelea kuwaambia wale wote wakuu wa makanisa wapate kutangaza na kusema ya kwamba M23 ni nzuri, kwa hiyo watangaze kama na hivyo. Ila hayo yote tumeyachukua kwa kutokana na msemaji huyu ambaye amesema hapa, asiyetajwa jina, na basi tumsikilize anayozungumza, mengi nilitasema hivi.

Nani M23 na ADF Donge, mutusaidie ile jenye nitafuta kukuambia paske ni kunaenda audience. Sijo kama ndarudia na sangape, fanya umenda fanya rapor na usha sikiliza ile audio. Merci. Nisicheleweshe, mara moja na tuelekee ngambo ya waasi wa M23 ambao wameonekana kubadilisha malengo au kubadilisha plani ambao walikuwa wamepangilia ya kwamba hawatoweza kabisa kuchukua nafasi hiyo kwa kuweza kupita kwa kutumia hali ya vita ya kibunduki, na hivyo wakajihusisha na kuungana na Umarekani ya kwamba wapate kuja kujisalimisha katika kwenye mstari wa vita kwa ngambo nyingine ya pili na wakiwa na kalamu fulani ambazo wanaweza wakatumikisha kwa kuweka kwenye nguo ya ndani au katika nyele ikiwa mtu anazo nyele nyingi, na hizo zitakuwa zinatumika na kibonyezo kikubwa satelaiti kwenye viwango vya juu, na hivyo ikizungumzwa mengi hapa, na tusikilize yakizungumzwa katika lugha ya Kinyarwanda ambayo imetafasiriwa hapa kwa kina zaidi kuna ma... iki... de... de... kitu Bene nataka kuwambia ndugu zangu, imepangiwa na Waamerikain pamoja na Wanyarwanda. Wanyarwandao M23 iliona kama ba, avita wezekana kwa kushinda vita ba, lilo, bu, lakini wametumikisha ingine strateji ambayo wametumikishiwa na Waamerikain, ili wameungana mkono ili wangale kama watashinda yo vita wakapita. Naona ya kwamba wapiganaji wa, wa, wa M23 wataenda kujifikisha kujisalimisha ku, ku... wajeshi wowote wale ambao watakuwa kwenye front kama watakuwa ni wasoda wa guvernema au wazalendo. Lakini kuna tubitu twenye tu wanat, wanatumikisha tule tumaritu tukosabile tumabike ni tumabike, tule tumabike tunakamata masauti satelite inatuona, unakamata masauti satelite natuona, banatutia mumanguo, swate muboka, swate munywele kama kuna nywele mingi. Yani fasi yoyote ile kwenye kako kale kakitu kakikwa mumaji, kama unapita mumaji manake satelite napesha kukaona. fasi yoyote kwenye unapita kanapasha kukamata sauti tu, wakasema kwamba kusema tupiganishe wale wale, wapi? wale wapiganaji wote ambao wataweza kujisalimisha, we watakuwa wako wanatumika mumu wala mutwigwa neho wataweza kujisalimisha, wanatia mikono juu, wanajia kusema kama kujika, kujiunga na nyinyi, mubavule nguo zote zote, narudia tena mubavule nguo zote paasiku ata kitu kimoja kenye atabakia nacho kumwili kwa sababu bo bobike bobubike amwezi kubuona bunakuwa bunafuchikiwa mumanguo yao yabo, lakini bukoko stratejia mingi sana hiyo. Sasa inakuwa ni stratejia ambayo inakuwa iko natumikishiwa hapa na pale ili wangale kama wataresire kwa sababu watakia kujisalimisha kusema kama wawe ni wapiganaji wa waasi, mubavule manguo, mavilato, mashokse, manywele, mubanyole zile manywele za mingi, njo banaka banafukikiamobule bumabitu bwabo ule umabiko, mubakamate mbapeleke fasi kwenye mnaweza mukaona nifasi niiko salama, muksavula zile manguo, muzilunguze zile nguo jo muangalie kama buli bumabike kwa kondani, na ile manguo musiitupe kwenye maji, ile manguo muitie, muichome kwenye moto. Hapo nde mtakuwa munaresire mipango yote. Baadaye kutokana nabo bumabike, munapashwa kwa makini, ubo bumabike bunatokana na teknoloji kwa sababu wametumikisha teknoloji kutokana na sokoi ambayo sokoi inabukapte kwa kwa urefu buna bunakuwa buna, buna, buna, buna kwenye, buna, kwenye bumetokea kwa sababu sokoi inapasha kubapiga kuba, kuba mabombe kwa sababu inakuwa ilisha kapte kwenye kale kabike kako na inapia naona direktema kama pale kuko waasi yaani kale kabike kanapya kanaonesha kama pale pote pako waasi. Hiyo sasa, hiyo ni strategia ambayo walitumikisha ili waangalie kama wanaweza wakaresire mambo, mambo yao na mpango wao, ili waangalie kama wanaanza kueliminate wasoda wa, wa FARDC au ao wazalendo ambao walipokea wale wa, wali wa waasi ambao alicha kujisalimisha kwenu, kwenye munaona ule muasi anakuja akivutia kujisalimisha kwenye mo muko directement, musikatupe kale musimvulele, mangona mkamate kale kabike, mkatupe mumangu mumnani mumaji hapana, mkamate mulunguze juu soko isa inakuja inapita inaremarke kama pale pote pako. Basi baada kuja kujisalimisha kwenye moyo mko, inaonekana kama hawataki kupigana, wanataka ni amani, na kumbe iko na kale kabike, munywele wala fasi yote wala mashoksi, ndugu zangu mutalunguzi wa na soko, parce que ni contacte ni pamoja na vile satellite. Satellite, pa na auule pale pale. Mu, mvule manguo yote Mwa make mumuvule manguo mumusope mubilato mulunguze, kama ni nywele munyoze ile nywele zote mulunguze. Hiyo tumesha tumesha remarike mbele, wakati tumesha gundua hiyo siri ambao wanatumikisha hiyo strategie kusema waangalie, kama wataresire wataresire wazalendo na wasoda wa FARDC, wako na moyo wa ku wa kutetea nchi. Kwa hiyo ndugu zangu, mukwe makini Na tushie mara moja huko maeneo ya Bukavu, ambako waasi wa, wa M23 wawaunguzia wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanauzisha vitu vya kubeba, yani vya kuweka barabarani ambavyo wanakuwa wanauzisha pochi za kuweka kwenye simu au vitu fulani fulani vya vidogo vidogo vya kuweka kwenye simu na vinginevyo, na hivyo ilikuwa ya kwamba kisa imeonekana wao walikuwa wanakaa pembezoni mwa barabara ambako watu wengi wanapita, na hivyo waasi hao waliamua mara moja kuunguza vitu vyao, na hivyo hao ambao walikuwa wanafanya biashara hivyo wakishikwa na hali isiyokuwa vema na kuzunika mioyoni mwao kwa kutokana na kazi ambao walikuwa wametumika kwa hali hiyo hapo Bukavu, niseme hivo. Hiyo ni taarifa ya habari ambayo nimekuletea asubuhi hii kukuonyesha kuonyesha yaliyopita na sasa nikikutaarifu, na hivyo ujue ya kwamba tumefika tamati ya kipindi chetu ambacho nimekuletea hivyo. Kama wewe haujajiunga na channel yetu, unaweza kuwa tu wa kwanza kabisa kubonyeza hapo, ili ukuwe napata habari zetu mapema, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele na kuwatumia watu wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyofaidia tunapatikana katika mashariki mwa DRC huko South Kivu na hivo kachonjo chonjo, nitakujia tena ikiwa mapenzi ya Mungu hata wakati mwingine.